Pata na sisi tunapata hmm. It is about partnership hmm. Sasa ukisema eh, kwamba hatuwezi kuishi hmm. bila misaada hmm. Ni kweli tunahitaji misaada hmm. Tunahitaji kushirikiana nao hmm. Ni muhimu sana hmm. Ili tuharakishe mambo yetu yaende haraka, lakini isiwe kwamba bila wao hmm. Basi nchi hii hmm. haiwezi kwenda no way hmm. Kama kama ni hivyo tafadhali, take a look eh, uh, kidogo. Sehemu kubwa ya bajeti zetu ni fedha zetu sisi wenyewe. Na Rosemary, nataka nikuhakikishie. Miradi hii mingi. Huyu mtu bila shaka ni wewe Mheshimiwa Gerson Msigwa. Basi kama ni wewe, tunaweza kuwe. Sasa, ngoja nikwambie, kwanza kwanza, tuisikilize tafadhali. Ngoja kwanza. Sehemu kubwa ya bajeti zetu ni fedha zetu sisi wenyewe. Na Rosemary, nataka nikuhakikishie. Miradi hii mingi tunajenga kwa fedha zetu. Sisi wenyewe, ndio maana makusanyo yetu kwa mwezi, sehemu kubwa tunakwenda kurudisha kwenye mikopo, kwa sababu tumechukua hela tenda, tuka tukajengee reli tukajengee barabara tuwape watu maji tuwape umeme tununue dawa na vitu vingine vingi. Hii klipu unayoicheza hapa imefanyiwa spinning, hmm. Sio kauli zako hizo, sio una Spinning. Mm, au na nikuchukue darasani mm. Unaelewa maana ya spinning? Si kauli zako spinning, sio maana yake sio kauli yako spinning. Maana yake mm. mm, mtu anakatakata vipande ili mradi akidhi haja mm, yake mm. Hii clip hata aliyetengenezwa na mimi niliisaisha kwenye peji yangu ya Instagram mm. Hii imekatwa ili ionekane msemaji mkuu wa serikali mm, aliongea vitu viwili tofauti mm, it is not true. Ntarudia na nilichokisema kisema mm. sehemu kubwa ya bajeti ni fedha zetu sisi wenyewe mm. nimekwambia hapa, mwaka 2025 26, mm. bajeti yetu ni shilingi trilioni 56.6, ngapi nadhani huko 6 ngapi, sisi sikumbuki sana hizo decimals sawa. kati ya hizo, mm. hizo fedha shilingi trilioni 40.47 mm. ni fedha zinazotoka na makusanyo yetu, hivi katika trilioni 56 Halafu trilioni arobaini ni fedha zetu sisi wenyewe hmm. Ni, ni, ni fedha za makusanyo yetu hmm. nyingi ni zipi zilizokusanywa za kwetu sisi wenyewe, si ndio? hivi tunakwenda tunachukua mkopo. Mkopo ni fedha zetu kwa sababu tunalipa, hmm. umeshanielewa hmm. tunalipa, ukichukua mkopo unalipa. yani, yani, yani Odemba mimi wewe nikikukopesha shilingi milioni mbili hapa leo, hizo fedha afu hizo fedha utanilipa hizo fedha ni za kwako, sio za kwako? Za kwangu. Sasa, sasa kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, sasa, sasa, sasa kuna tatizo gani mm. ya hiyo sasa pale kuna trilioni hamsini na sita trilioni arobaini na kitu nukta nne saba mm. ni za makusanyo yetu sisi wenyewe trilioni kumi na nne tunakopa kama ambavyo Marekani anakopa Ulaya anakopa China anakopa mtu yote anakopa na tunalipa trilioni kumi na nne, jumla ngapi? hamsini, karibu hamsini, nukta pengine nakwenda karibu hamsini na moja. Sivyo hivi? hela ndogo inabaki hapo mm. trilioni moja ndio ya misaada mm. Sasa nikisema nikisema fedha ni za kwetu sisi wenyewe, tatizo nini? Tunaweza tukafanya mambo yetu sisi kama taifa pasipo. Ukiangalia hizo takwimu, unaona kwamba tunaweza tukashindwa hmm, tuka kama weze, katika trilioni hamsini na sita trilioni hamsini hmm, na tano ni za kwetu sisi wenyewe, unaona tutakwama. Kwa hiyo trilioni nne pekee ndio fedha ambazo tunategemea kutoka kwa wahisani hmm. Kwa hiyo unaweza ukaona tu hizo figa zinakueleza kwamba hmm, nchi yetu hmm, kwa sehemu kubwa ya bajeti yake inajitegemea . Sasa hii clip waliofanya walipoona nimeeleza huu, huu ukweli wakaamua waende wakatengeneze nioneshe: huku nasema <laughs> tunajitosheleza huku nasema tunakopa, kwani zinao na, mimi nawauliza hivi, kama